Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tulipokea taarifa zinazohusu kuwepo kwa wahalifu wanaojihusisha na tukio la uvunjaji katika eneo hili la Kisesa. Walieleza kwamba tukio la uvunjaji linaendelea kwa wakati huo, mara moja muda huo askari wa jeshi la polisi waliweza kufika kwenye eneo hili la tukio, wakishirikiana kwa karibu na wafanyabiashara wa hapa, ambao wengi wao ndio wale ambao walikuwa na wana sehemu za biashara katika jengo hili. Baada ya kufika hapa, jeshi la polisi katika ufuatiliaji wao walifanikiwa kumkamata mhalifu mmoja ambaye ni kijana mdogo mwenye umri kati ya miaka kumi na mitatu mpaka kumi na sita hivi ambaye kijana huyo walimkuta amejificha kwenye chumba kimojawapo, yaani frame ambapo anauza vitenge na mtumiwa huyo walimkuta akiwa ameshika CRDB mobile machine ambacho ni kifaa kwa ajili ya shughuli za ubadilishaji wa fedha kwenye, kwenye biashara zinazoendelea hapa basi mara moja kijana huyo aliweza kudhibitiwa na jeshi la polisi, na tunapoongea sasa, kijana huyo ameshikiliwa na anaendelea kuhojiwa kuhusiana na tukio hili. Lakini ndugu waandishi wa habari, jeshi la polisi tumekagua eneo hili, ambapo ilisemekana kwamba huyo kijana pamoja na yeye alikuwa na vijana wengine ambao walihusika katika tukio la kuvunja kwamba alikuwa amejificha katika dari, lakini ilisemekana pia kwamba alikuwa amejificha kwenye mojawapo ya mafremu yaliyopo katika jengo hili. Upekuzi makini umeweza kufanyika kwenye dari hili la jengo hili kwa askari wetu ambao wametembelea maeneo yote, na tumejiridhisha kwamba hakuna mhalifu yoyote ambaye amebaki . Jengo hili linamilikiwa na Bwana Zefania Mugasa, mkazi wa Nyegezi, wilaya ya Nyamagana, ambaye tumeshirikiana naye kwa kiasi kikubwa pamoja na wapangaji wake ambao ndio wanaofanya biashara katika jengo hili. Uchunguzi kuhusiana na tukio hili unaendelea, lakini katika ukaguzi wa tukio hilo, jeshi la polisi tumefanikiwa kukamata vifaa ambavyo wahalifu hao walikuwa wakivitumia kwa ajili ya kufanyia mambo haya hapa, hapa, hivi vime, vime ya uvunjaji. Vifaa hivyo ni kama mnavyoviona hapa, ambavyo vifaa hivi vimechukuliwa kwenye mojawapo ya frame za hapa ambazo zinafanya mambo ya hardware na wakatumia kwa ajili ya kuvunjia dari tumeweza kugundua kwamba eneo hili maduka yote hayajafungwa kamera isipokuwa frame moja tu. Ni jambo la kushangaza na maana CCTV kamera ni jambo la kushangaza kwa sababu wafanyabiashara wote wa mkoa wa Mwanza, nimekuwa nikitoa elimu na nikitoa maelekezo mara kwa mara kuwataka wafanyabiashara kufunga CCTV kamera katika biashara zao. Kama wangekuwa wamefunga CCTV kamera kwenye maduka haya kwenye hili jengo hili jengo lina zaidi ya frame zaidi ya frame hamsini na tatu, zina, lina frame hamsini na tatu. Light, kama wangekuwa wamefunga kamera leo hii kazi yetu ingekuwa nyepesi sana. Bado tunasisitiza wafanyabiashara wa mkoa wa Mwanza kufunga kamera katika biashara zao kufunga CCTV kamera katika makazi yao. Hizi kamera zipo kwa ajili ya kuwasaidia wao, lakini kusaidia jeshi la polisi katika kufikia chunguzi zetu mbalimbali. Hatutashindwa, niwahakikishie wananchi wa eneo hili kwamba hao wahalifu wengine walioshirikiana na kijana huyu watakamatwa. Narudia tena, nawahakikishia kwamba wahalifu wote walioshirikiana na kijana huyu watakamatwa. Mwanza narudia tena, si sehemu ya kuja kufanyia masiara, si sehemu ya wahalifu kuja kujaribu mambo yao ya kihalifu. Pale walipo wengine ambao wameweza kukimbia katika tukio hili, nashauri wajisalimishe kwa jeshi la polisi huko waliko, na nashauri kama kuna mtu yeyote ambaye amewaficha au anawasaidia, ajitokeze ajisalimishe kwa jeshi la polisi ili aweze kuchukuliwa hatua.